Nashukuru kwa ujio wako karibu sana, na kwanza nikupongeze, kupongeze kwa uteuzi na imani kubwa alionao Mheshimiwa rais kwa kukuteua tena kuwa waziri wa maji. Ni wazi kwamba kazi zako ndo zimekufanya uendelee kuaminiwa, na hakika uhodari wako ubunifu wako uchapakazi ndo umemshawishi Mheshimiwa rais kuendelea kukuamini na sisi kama wadau ambao tunazunguka katika maeneo mbalimbali katika mikoa sita tunaona kazi nzuri inayofanywa na Wizara ya Maji, na miezi mitatu iliyopita nilikuwa katibu mwenezi kwa mwaka mmoja na nusu, nimeona kazi na ushirikiano uliotoa kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tukupongeze, na hata hapa eh, kazi nyingi, miradi mingi ya maji inafanywa vijijini na mjini E, naridhishwa na namna ambavyo tunaendelea kushirikiana na naamini e, miradi sasa baada ya serikali kuanza kuundwa tena awamu ya sita najua tutaenda kwa kasi kuhakikisha miradi mingi inakamilika. Sisi tunatoa shukrani mm. Tumetoka kwenye uchaguzi mm. lakini umekuwa sehemu kubwa sana kutusaidia hasa eneo la maji tutokea na changamoto ulitoka ukenda mm. kusimamia watu wanapata huduma ya maji safi na salama, tunakushukuru mm. tunakushukuru sana sana, sana. Mm. bado tunahitaji msaada wako, na umekaa katika ile eneo mm. umefanya kazi kubwa sana hasa katika suala zima la wizi. si mm. tupo bado wadogo tunasoma. mimi nimekufahamu siku, yani ni legacy kubwa sana kwa kweli yeah. ili watu waweze kulizungumza. kwa mfano unaweza ukamuliza mtu wa mamlaka hapa, nakuambia maji ya asilimia hamsini anapotea mm lakini ukimchallenge, hebu tupite mtaani kama tuone, kwa sababu asilimia hamsini. Yeah, maanake yao ni mafuriko, lakini yeah, ukweli kuna wizi mkubwa wa maji lakini maji. Kwa kweli kazi ile umeifanya mm, na itabaki legacy katika mm, wizara yetu ya maji mm. Kwa kweli ni jambo ambalo tunatakiwa tulisimamie kidete sana. Kwa mfano sasa, yeah, hivi kumeanza kuibuka wizi wa mita za maji. Mwananchi mm, eh, anafungiwa mita mita zinaondoka, zinaenda wapi? Uh, zinaenda kufanya kazi gani? Kwa hiyo ni uh, maeneo ambayo tunatakiwa tuanze nayo na kupitia vyombo vya ulinzi na usalama tukishirikiana nao uh, na imani, tutadhibiti uh, mm, ili kuhakikisha huduma hii iliyofanywa kazi kubwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan naenda vizuri. Mheshimiwa Mkuu, mku mi, nikushukuru nikushukuru, uh, sana kwa upendo na ushirikiano mkubwa ambao umetupa uh, na ambao bado unaendelea kutupa mi, napoombea kila la heri uh, mm, na Mungu atakufanyia wepesi mkuu wangu, asante sana. Nashukuru sana Mheshimiwa waziri n umenikumbusha, sisi wenyewe tumejadili swala la wizi wa mita na tunataka kuwaunganisha uh, wenzetu tuna, na kuu za kila mkuu wa wilaya asimamie. Kwa hiyo hilo tumeliongea na nimelipeleka tuanze na mkuu wa wilaya ya hapa mjini akae na mamlaka ya maji, tutoe elimu na tukubaliane tu zikae wapi. Eh, maana nyingi zinazoibiwa nafikiri ni nje. Okay. Mwingine tu anapita anatoa hiyo hiyo mita na hiyo mita unaenda kuiuza wapi? Wakati waziri nikikusikia, msiwabambikizie watu bili mm. za maji, maana yake wafuate ile iliyoko kwenye mm. mita okay.